Nuckelavee ni moja ya viumbe wa kutisha zaidi katika mitholojia ya nchi ya Scotland. Inasemekana kuwa ni roho mbaya kutoka baharini, inayojulikana kwa mwili wake wa kutisha unaofanana na mchanganyiko wa kimaumbile kati ya farasi na binadamu. Kiumbe hiki hakina ngozi na mwili wake umefunikwa na misuli yenye damu inayotiririka waziwazi. Kichwa chake cha kibinadamu ni kikubwa mno na macho yake hung'aa kwa rangi nyekundu iliyokali sana, huku yakitoa hofu kwa yeyote anayekutana naye. Kiumbe hiki kilihofiwa sana hasa na wakazi wa visiwa vya Orkney kwa sababu ya sifa yake ya kuleta magonjwa, ukame na maafa makubwa kwa wanadamu. Hadithi zake zilisambaa kwa vizazi zikionya watu kuwa makini na nguvu zake za giza. Nuckelavee huishi chini ya bahari, lakini anapopanda juu na kuja nchi kavu, huleta mabalaa makubwa sana, kama vile magonjwa ya hatari kwa wanadamu pamoja na ukame wa mazao. Ingawa Nuckelavee ni kiumbe wa kutisha zaidi, ila inasemekana kuwa hakuwa na nguvu juu ya maji safi, na njia pekee ya kumwepuka kutokana na hasira zake ilikuwa ni kwa kukimbilia katika mto wa maji baridi, kwa nio huko singeweza kuvuka kabisa. Je, unadhani kiumbe kama Nuckelavee anaweza kuwa na uhusiano na hadithi za viumbe wa giza katika tamaduni nyingine? Hebu fikiria ni kwa namna gani hadithi kama hizi zinavyohusiana na imani za watu kuhusu nguvu zisizoonekana? Niachie maoni yako katika comment section. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, hadi wakati mwingine.